<laughs> Naona goma. Okay, okay. <laughs> Goma imekamilika hii. Bado kuyekea rangi eni nakira ki rokara Oh, flash ipata flash hapa 128 GB. Hii ni silver, ina rangi ya silver. Inakuja yani kwa bei ya elfu ishirini yeah. Tunapata hii flash ni micro drive. Hii mm, flash kama unavyoiona ina port ya uh, USB port alafu unaweza ka, kutumia kama hamna haja ya kuchomeka OTG type C mm, unaweza kuichomeka kwenye simu yako, unaona haina haja ya kuweka kama unavyoona ni una type C ya, unaona hmm ambayo ina 128 GB na nane na yeah, yeah, ba kabisa ngoma original okay, yeah. Tunatuma sehemu yoyote bado kuweka hii milango ya kutokea okay, nje cheki manyoya vitu fulani nilifunike kweli.

Eti kijana anasema nishachoka, mwanangu mm hapa -hmm. hadi hey, kesho kazi bado kubwa nimechoka hey? <coughs> hey, mambo ni mengi bado kuna ofisi huku ndani. Kijana anafikiri ni kama vile kumsukuma mlevi ya maisha. Ah, oh. Maisha ni magumu. No. Ngome inazidi ya Mkapa sasa <laughs> eh. So mwanangu, na nimejitahidi ah. Mwanangu hapa, ningeongeza ingekuwa ikwami, ningeongeza majukwaa ikapanda juu zaidi. Unaona hizi sehemu za kutokea unaziweka na katikati ya majukwaa, ushaona kile hivyo viwanja Eh? Yeah. Ah, VIP entrance. Let me on. VIP entrance. Yeah. Hmm. Hii imekaa kwenye kona hii. Utatengenezewa majukwaa kidogo. What is the mark jana <clears throat> Hatua ya kwanza ya kuwekaji wa furniture kwa ground na kila kitu umekamilika. Unaona uwanja wetu, unaona uwanja wetu. Sasa hatua zinazofuata tunashughulikia ofisi, naona tunashughulikia hizo ofisi na maonekano wa mwisho wa hii jengo, unaona rangi na nini kwa ajili ya kumalizia, unaona, uwanja wetu umekamilika. Ngoja tuzumu, unaona, unaona uwanja wetu, unaona uwanja wetu sasa, bado kuweka nyasi nyasi original kwa ajili ya picha kuchezea. Naona ati kuweka nyasi original orijino, mlango wa kuingia, viumo ya kubadilishia nguo, sehemu za kutokea. Naona viwanja fulani, viwanja simu, naona. Hiki ni kiwanja kimedesainiwa na Mayemk Podcast tunayojihusisha na mambo ya architect designs, na leo ni design uwanja. Unaona, sasa hizi zinakuja hatua za uwekaji pitch hapo, halafu na kuzunguka uwanja tutaangalia inakuwaje, okay. Uwanja wetu kwa ground level umekamilika, kila kitu. Unaona milango ya kuingilia mashabiki, hiyo ni milango ya kuingilia mashabiki eh? Hapa ni mahali pa kuingilia wachezaji na utawala, na wale watu wa VIP wanaingia hapa kwenye huo mrango, unaona. Haya, ona haya, unaona ulivyo ukiwaangalizia kwa pu cha kiwanja wetu, hiyo ndio dimba letu, Majuu Arena. Umeamua si kulipatia jina ili dimba jina la Majuu Arena, hii Majuu Arena, kama mmeviona hii ni Majuu Arena. Okay, Majuu Arena hii hapa sehemu ya pitching, naona kiwanja chetu vyapile naitengeneza bado. Kwa hiyo hii ni Majuu Arena, Majuu Arena ikiwa katika process za finishing, tuko kwenye process za finishing katika ground level tumemaliza naona na pitching nini kila kitu tayari, naona milango okay, ya kutokea mashabiki pale. Majuu arena ikitokea emergency gari inaweza kaingia hadi ndani ya uwanja. Majuu arena hii ni majuu arena okay, majuu arena sema nini, ngoja tuweke emergency door hapa ya gari kuingia moja kwa moja bila kuhangaika. Yeah, ili likitokea tatizo uwanjani gari inaweza ikaingia. Simple, ngoja tuitengenezee, ngoja turudi ground, turudi ground okay, tuitengenezee sehemu ya emergency exist kit. Naona kwa hapo nataka niweke mlango kwa hapa. Kwa hapa tuweke getretu kwa ajili ya emergency kit na hapa tunaenda e, tuko kwenye working place. Hii ndio working place yetu sasa. Ah, tunaenda kuadi emergency exit hii hapa. Huu ni mlango kwa ajili ya gari, naona Aya, hii hapa naona mlango wetu tayari, naona sasa. Hapa gari inaweza ikaingia moja kwa moja kiwanjani kitokea tatizo lolote, naona. Na hii ngoja tuipe kara kara, modify na kuja kuipatia kara

gari hiyo, okay. That, in inaruhusu hmm. Yani, gari au kifaa chochote cha moto au cha usafiri kuingia uwanjani, okay. Na hapa ngoja tuje tu. Gari hizi zikisha ingia zitapaki hii sehemu, naona hii nyekundu hapa Yei, kundu, garizi, tapaki, okay. Sasa, iyo, ni rangi nyekundu kwa hapa nafikiri gari hizi zitapaki hapa. Sasa hiyo nimewaonesha ilikuwa ni rev. Sasa tunaendelea kutengeneza mjengo wetu, ambapo saa hizi tunataka tuendelee na floor za juu. Unaona, nataka tuendelee na ofisi kwasababu, ni uwanja unakuja na ofisi zake ndani, unaona Eh, VIP tutengeneze sasa upande huu wa ofisi. Na VIPs ndio kitu kinachofuata. Endelea kukaa nasi, tutaonyesha dimba hili litakapokuwa limekamilika vizuri zaidi. Ni Majuu Arena, dimba hili naitwa Majuu Arena. Majuu Arena, kaa nasi eh.